Uh, nashukuru sana mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Uh, nashukuru ni wandishi wa habari kuwepo kwa. Jina naitwa bwana Rajab, Thabit Rajab. Mimi nawakilisha kampuni ya Nexus Pesa Card. Sisi tunashukuru sana kwa uongozi wa Simba mwenyekiti Magori na mwenyekiti wa wanachama bwana Mangungu na mkurugenzi hapa, kutupa nafasi hii na fursa ya kuchangia mabadiliko makubwa yanayofanyika ndani ya Simba. Na sisi kama watu wa Nexus Pesa Card, kazi yetu sisi ya msingi ni kuunganisha mfumo ambao bwana watu wa mainstream media na mainstream group wanatengeneza ambao unahusisha na Simba, na masharti yetu sisi ni kuhakikisha kwamba mwanachama anapata kadi pale alipo. Ile kadi itamwezesha yeye kuthibitisha wanachama wake, itamwezesha yeye kuwa mtumiaji wa kuweka na kutoa pesa na kwa idhini yako mwenyekiti, labda mimi niongezee kitu kimoja tu cha msingi kwenye kadi yetu. Ni kwamba kadi yetu sisi ambayo itaenda kwa wanachama wa Simba itakuwa haina makato ya mwezi. So kawaida, mara nyingi unakuta kwenye kadi za benki kuna makato makato, lakini kadi yetu sisi inakuwa haina. Mtumiaji anakatwa kile atachokiweka na kukitumia mwenyewe, hakuna makato mengine ya ziada, tofauti na yale makato ya kawaida lakini akaunti kuwa nayo hakuna makato na hiyo ndio one of the positives ambayo tunabeba kwenye kadi yetu. Asanteni sana. Wewe mfumo wa malipo unaotumika karibia dunia nzima, na kinachobeba zaidi labda ni ukienda kwenye ATM ina maana kadi hii au mwanachama wa Simba anaweza kwenda kwenye ATM. Sijabeba eh, kadi yangu mimi, lakini unaona kama hii kadi ya benki hii, tufiche jina chama. Inamaana kadi ile ukienda kwenye ATM unaweza kutoa pesa. Kutakuwa pia na, na, na, na namna zingine tofauti ambazo za kuweka pesa na kutoa pesa ambazo zitakuja kutangazwa baadaye, uh, kwenye launch ma, ma, maalum. Lakini kujibu ile swali la visa ni kwamba visa card ni mfumo tu wa pesa, ukienda kwenye ATM yoyote unaweza ukatoa pesa dunia nzima, na unaweza of course, kwa mfumo wetu wa kadi yetu sisi, kwa wale ambao ni wasafiri wa nje ya nchi wenye kwenda China, wenye kwenda Uturuki, wenye kwenda Maulaya, kama unakwenda kule unataka kutumia kadi, unataka kutumia malipo, kufanya malipo unaweza kutumia ile kadi ya wanachama wako wa Simba kulipia bila makato yote ya ziada zaidi. Mambo, mm-hmm. Uh, so kwa upande wa mwanachama wa Simba. Sawa, so, de kwa upande wa mwanachama wa Simba. So kama wewe mwanachama wa Simba, makato yako uh, tofauti na yale ambayo yalopangwa na Simba. Hakuna. So kama wewe mwanachama una uh, kodi zako ulipe kama za wanachama hizo unaweza kukatwa kama wewe. Lakini ni matumizi tu ya kawaida ya malipo uh, yule ambayo sio mwanachama wa Simba na hakika baadaye kwenye conference zingine zinazoitwa na Simba zitaonyesha tofauti baina ya mwanachama wa Simba faida atazozipata kwa kutumia kadi hii ya mwanachama wa Simba na yule mtu wa kawaida ambayo ke, nadhani naongelea kuhusu kadi ya Visa. So kwa mtu wa kawaida mwenye kadi yake ya Visa, ana mambo yake anayopata kutoka kadi ya Visa. Lakini kwa mwanachama wa Simba, yale mafanikio na mafaida na, ma, na vitu kama hivyo vyote vitakuja kutangazwa huko mbeleni. vipo una faida yake nyingi tu lakini zitatangazwa a na rasmi na, na, na, na, Simba. Kuna zinafanya nini? Zinafanya nini? Ah, kwa experience yenu kuna kadi ya kuja kwenye mkutano pale zinafanya kazi nyingine nyingine ipi? Sasa hii inaenda kuwa Visa card. Visa card ni kadi ya malipo pamoja kwa nakutambua kwamba ni kadi ya wanachama wa Simba, lakini na kufanya mambo, unaweza ukaweka pesa, ukatumia pesa, ukafanya transaction nyingi nyingi nyingi. Hiyo ndio tofauti. Umenielewa?